Katika jambo la kufurahisha taarifa ambayo nimeipata, pamoja na uwepo wa mashekhe hapa Unguja, Pemba, mjini na mashambani, pana mashekhe wengi waalimu wengi wanaosomesha daawa salafia, ikawa sasa jamaa wageni wanakuja, ndugu zetu kutoka bara, kutoka Kenya, basi na sisi tushirikiana nao katika kutoa darasa mawaidha. Hapana, sisi uwanja sisi tumeuacha kwa ajili ya wageni, wao waliendesha hili jambo, sisi tukae tuwasikilize. Wallahi, hii ni tawadhu ya hali ya juu na ni ihsani kubwa kabisa kwetu na ni upendo wa hali ya juu. Umekuja mgeni wako, ukampa majali, ukamfungulia moyo wako kabla hujamfungulia milango, na pia ukamfungulia milango ukampa nafasi akajiona yeye ni mwenyewe katika jambo lile. Hii ni hii, ikramu hii, hii, ya hali ya juu kwa Allah walipikia la kheri katika ile sababu katika mambo ya kufurahisha, lakini twaamini kwamba hizi harakati zote tangu zilipoanza hapo, hapo mwanzo hazikuwa zikiendeshwa kwa njia ya bluetooth, kwamba mwaswalishwa kutoka bara, mwasomeshwa darasa kutoka bara, nyinyi mmekaa msikitini, hata imamu hamumuoni. Ha, mashehe wapo, wamefanya kazi, ndio hii hali inaonekana hapa leo, lakini kwa ile hishma na taadhima na ukarimu wenu mkatupa nafasi hizi nyinyi mkawa ni hodari zaidi kwenye nilisema, nilisema, nilisema majlisi hii kwa nini? Kwa sababu unaweza kusikia watu wengine hata hawahusiki na jambo hili na kila wakera, mbona hatujamsikia fulani pale, mbona fulani la kuhusu jambo hili hili, jambo silina wenyewe, wenyese wamekaa wakalipanga wakaona liwe hivi liwe vile. Sasa katika moja ya tabia mbaya kabisa, katika tabia mbaya, kwa sababu ndio mafuhumu ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa tabia mbaya ni mtu kuona kiherehere, kuyaingilia mambo yasiyomhusu na tabia nzuri ni ipi? Min husni islami almar'i tarkuhu mala yani, katika tabia nzuri za mtu ni mtu kuyaacha mambo yasiyomuhusu. Jambo halikuhusu, wala usiliingizie mdomo wewe, liache, acha lipite. Kwa mimi naona kwamba hili ni katika makarimul akhlaq katika ikram za ndugu zetu uh, walioshirikiana katika kuiandaa semina hii.